Hapa nitakujuza juu ya hasara au madhara kadhaa ya kula nyama ya nguruwe kwa mujibu wa sayansi. Ziko hasara mbalimbali mbali, ama athari mbalimbali za kula nyama ya nguruwe kwanza kabisa walaji wa nyama ya nguruwe wanapaswa kujua kuwa kitimoto ina sumu ya carcinogen ambayo inasababisha kansa, kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika la afya duniani WHO na taasisi ya The International Agency for Research on Cancer. Utafiti wao ulibaini kuwa ukila kila siku walau gramu 50 tu ya nyama ya nguruwe, basi uwezekano wa wewe kupata kansa unaongezeka kwa asilimia 18, hasa kansa ya utumbo mkubwa. Kula kipande cha nyama ya nguruwe iliyokaushwa kwa siku, ukala kimoja walau, inaweza kuongeza hatari ya kupata saratani ya utumbo. Utafiti wa hivi karibuni wa chuo kikuu cha Oxford uliodhaminiwa na taasisi ya utafiti wa saratani Uingereza unaongezea ushahidi kuthibitisha hayo, ukiwemo ule uliotolewa na shirika la afya duniani WHO, kwamba ulaji wa nyama nyekundu unaweza kuwa na madhara. Maelezo ya kisayansi yanasema ulaji wa nyama nyekundu ikiwemo nyama ya nguruwe, huwa ikifika tumboni, inakaa masaa ishirini kwenye mfumo wa chakula wa binadamu. Hayo ni masaa mengi sana, tofauti na vyakula vingine vya kawaida. Tafiti zinaonyesha limbikizo hilo linaambatana sana na hatari ya kusababisha ugonjwa wa kansa ya utumbo mkubwa. Pili, nyama ya nguruwe ina mafuta mengi sana. Ikiwa italiwa, mafuta huchanganyika na damu, kwa hiyo damu huchanganyika na chembechembe za mafuta. Kiwango hiki kikubwa cha mafuta husababisha magonjwa yanayojulikana kama hypertension, yaani ugonjwa wa presha. Pia nyama ya nguruwe, kutokana na wingi wa mafuta yake, huweza kupelekea jamii ya magonjwa ya moyo yajulikanayo kama heart infarct. si ajabu mlaji wa nguruwe kupata shambulio la moyo, heart attack. pia ugonjwa wa arteriosclerosis ambao ni hali ya mirija ya ateri kwenye moyo huwa myembamba kutokana na kujaa mafuta na kisha kupelekea mirija hiyo huwa na uwezo mdogo wa kupitisha damu. Na hivyo moyo huwa na uwezo mdogo wa kusambaza damu kwenye viungo vingine vya mwili.